Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, wewe uketie katika chako cha enzi. Jehova, tunasema asante kwa ajili ya siku hii. Tuko mahali hapa Bwana katika oh, mahakama hii ya Kisutu. Wewe ni Mungu wa haki na wewe ndiye hakimu wa mwisho. Jehova, nakabidhi kipindi kina muda huu mikononi mwako. Mahakama inapoenda kuanza, Bwana uanze nasi ukasimame uliye Mungu mwenye haki. Biblia nasema haki huinua taifa. Hekima yako ikasimame katika mahakama hii, peke yako mtakatifu. Ukatawale fahamu za watu wako, ukatawale mioyo ya watu wako. Haki kasimame, kwa kuwa haki pekee huinua taifa, bali kinyume na hayo ni udhaifu na ni aibu kwa taifa. Kwa jina la Yesu, nakabidhi mahakama yote. Hakimu mtumishi wako atasimama mahali hapa kama wakili wa haki katika taifa Jehova mtumie sawasawa na mapenzi yako, mawakili wote na wakabidhi mikononi mwako, ukatawale Bwana ukajidhihirisha kwamba pekee haki inaweza kulinua taifa letu. Zaidi ya hapo, hakimu atakapokuwa kinyume, Mungu wa mbinguni, wewe pekee hutarudia. Lakini Bwana, ninajua mtumishi wako anasimamia haki. Haki kasimame, mawakili wakafanye haki, wakiamua kwa haki sawasawa na uweza na mamlaka yako kwa kuwa haki pekee italinua taifa letu, naenda kinyume na kila roho za kuzimu zinazoweza kupindisha haki, zinazoweza kufanya asiyofaa, hazina mamlaka, hazina nafasi katika jina la Yesu. Asante Bwana, kwa kuwa utatawala fahamu za watu wako, hekima yako na maarifa yatoke kwako na ujuzi unaozidi ili haki yako ikapate kusimama. Naweka haya yote mikononi mwako, katika jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Amen, amen.